Imani mliopewa na Watanzania kwenye maeneo yetu, nendeni mkawalipe uaminifu, nendeni mkasimamie maendeleo ya watu pamoja na makusanyo ya mapato yetu kwenye halmashauri. Bado kuna fedha zinaletwa kutoka wizarani moja kwa moja. Leo hii miradi ya maji iko kwenye kata zenu, hamwezi kuiachia taasisi, mtasimamia, ni sehemu yenu. Leo hii kuna miradi ya barabara ambayo pengine haiji moja kwa moja kwenye halmashauri, iko kwenye taasisi. Mjue ni ya kwenu. Mnakwenda unakwenda kusimamia. Kumbukeni dhamana mliopewa. Mnaitwa wenye viti wa kamati za maendeleo za kata. Maendeleo manake ni yote. Unapozungumza vikundi kule kwa ajili ya mapato, ile asilimia kumi nasimamia nyie, swala la umeme nasimamia nyie, utulivu kwenye maeneo yenu nasimamia nyie. Lakini pia tuna mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori kama mnavyojua, tunatawa hapa. Ninyi ni sehemu ya kuhakikisha kwamba wananchi wako salama, wanyama wetu wa porini wako salama, hakuna ujangili, hakuna ubadhirifu. Ninyi ndio viongozi kwenye haya maeneo, lakini tuna bahati ya kuwa na mamlaka ya KINAPA inayosimamia mlima Kilimanjaro na eneo lake kwa maana ya kwamba tunakata kule, kamanda ipo, hormologi ipo, sisi ni sehemu ya kuhakikisha tunasimamia hayo yaliyoko kwenye maeneo kwa ujumla. Nafasi mliyoipata inataka wananchi waone maendeleo kupitia kwenu, inataka nyinyi mwe daraja kuwaunganisha wananchi walioko kwenye hilo eneo. Asitokee mwananchi anatoka kwenye kata yako anakimbia moja kwa moja kwa mkuu wa wilaya, anakimbia kwa afisa tarafa, anakimbilia ngazi ya mkoa. Maana yake sisi hatutoshi ya kwenye nafasi tulizonazo, tunapaswa kuwe daraja, tunapaswa kuwe faraja, tunapaswa wananchi waelewe kwamba kwa sisi ni viongozi wa kusimamia maendeleo ya watu, sio viongozi wa twana tunaokwenda kusimama kwa vyeo vyetu. Vyeo vyetu vifuate, lakini sisi baraza hili litakuwa tofauti na tofauti kujapata kuona, hataonewa mtu, lakini hatavumiliwa mtu kwa suala la uzembe, hatutamvumilia mtu yote katika suala la uzembe. Maada, tuna nia ya kwamba tukimaliza miaka mitano turudi kwenye nafasi zetu, lakini baada ya miaka mitano turudi tuseme na tumefanya mambo mliyotutuma kufanya. Sasa mmoja hawezi kuwa sababu ya kutukwamisha katika hilo jambo. Niwaombe sana, najua mkurugenzi, tumeshazungumza tutakutana na wakuu wa idara na watumishi wote wa halmashauri. Mimi pamoja na makamu tutakutana nao siku ya Alhamisi, na wenye viti wa kamati wote waliochaguliwa, tujitahidi tukutane nao tuzungumze, ili tusikimbiane. Tuone kama tumekuja kutafuta ugomvi hapa? Hapana, tukutane tuelezane, tupeanane miongozo kwamba tunatakiwa tuenende hivi. Akisimama mwenyekiti wa kamati ya elimu aseme kwenye mambo ya elimu jamii natamani hivi mtaalamu amwambie sheria na taratibu zinasema hivi. Akisimama mwenyekiti wa kamati ya uchumi aseme ya jamii nataka hivi, mtaalamu amwambie sheria na taratibu zinataka twende hivi. Mfano mmoja wapo uwekezaji ule wa ndugu yetu na mwekezaji Michelle Mathiakis ni rais madiwani wao kusema haiwezekani, lakini inawezekana sheria ikaruhusu, na tuna ugomvi, tutaendelea katika masuala ya sheria naamini kwamba mapato yetu yamepanda, lakini bado tunaamini kuna sehemu bado tunaweza kwenda kukazana na yataongezeka. Kwa hiyo ninaamini kabisa timu hii ambayo yuko hapa na sura hizi inazoziona mbele mapato yatakwenda kuongezeka. Na mashauri, tumeapa kiapo ambao tumeapa kwamba tutawatumikia wananchi kwa uaminifu wote, kadri watakapotutuma katika kazi na shughuli zote za maendeleo. Eh, kikubwa hapa tunaomba serikali tusaidie kwa sababu tuna changamoto kubwa katika kata zetu. Matarajia yetu wananchi wa kata ya Langataru na wilaya Longido kwa ujumla watarajie mambo makubwa sana katika serikali hii ya awamu ya sita. Tutakwenda kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo na tutakwenda pia kusimamia nizamu ya kazi kwa watumishi wa umma ili miradi ya maendeleo itekelezwe kwa ufanisi mkubwa sana. Kwa mfano kata ya Langata Dapash ina changamoto kubwa ya barabara. Naamini sasa tutakwenda kutatua changamoto hiyo tukishirikiana na idara ya TARURA ambayo imepewa jukumu la kusimamia utengenezaji wa barabara ya kwenda vijijini. Pia miradi ya maji, tuna imani kwamba miradi ya maji tutakwenda kutekeleza kama ipasavyo, kwa sababu tayari tulishasambaza maji katika vitongoji vyetu kwa asilimia tisini. Kwa hivyo, asilimia zilizobaki tutakwenda kukamilisha katika awamu hii inayokuja.